Hii Nairobi vile watu hufika makao huwa tofauti sana. for example, kuna kufika home, kuna kufika kwa hao, kuna kufika kwa keja na kuna kufika ukisikia. mtu amesema nimefika home, huyo ni mtu amejenga kwake, ako na nyumba yake na compound hmm. Ukisikia mtu amesema nimefika kwa hao, huyo ni wa rent, amerent one bedroom, two bedroom, three bedroom kwenda juu. Ukisikia mtu amesema nimefika kwa keja. Huyo ni wa bed sitter and below. Oh my God. Eh? Hiyo keja, ja, ja means outside. So sana sana unapataga choo na bafu ni ya nje. Alafu kuna karatasi ya black imewekwa hapo nje ya kuweka takataka. Oh no, no, no. Eh? Ukisikia mtu amesema nimefika, aachie hapo. Huyo sasa hana makao anaweza sema ni kwake. Bado anasaidiwa Nairobi. Leo analala kwa Jemo, kesho kwa Brayo. Friday anaenda sleepover kwa Chantel. <laughs> siku ingine analala na watchman. <laughs> Hii Nairobi ni tofauti sana, maukweli tupu.